Jeshi la Kujenga Taifa limesema hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa mtu yoyote atakayebainika kughushi cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Hayo yameelezwa na mwakilishi wa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, ambaye ni kaimu mkuu wa tawi la utawala JKT Kanali Juma Mrai, katika kikao na waandishi wa habari kilichofanyika makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa yaliyopo Chamwino, jijini Dodoma. Taifa limebaini uwepo wa vyeti vya kughushi vilivyotumiwa na baadhi ya vijana ambao sio waaminifu ili kujipatia ajira katika taasisi na makampuni yanayohitaji watendaji waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Vyeti hivyo vimekuwa vikitumiwa na baadhi ya vijana kupata ajira katika taasisi za kiserikali, zisizo za kiserikali na makampuni mbalimbali yanayohitaji kigezo cha kijana aliyepitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sifa muhimu kupata nafasi ya ajira sehemu hizo. Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa wale wote waliobainika na watakaobainika kughushi cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa matumizi yoyote yale hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Kanali Mrai ametoa ufafanuzi wa namna cheti cha kuhitimu mafunzo ya JKT kinavyopatikana. Afasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa zinatolewa kila mwaka kwa vijana wote wa Kitanzania wenye sifa, ili wamalizapo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa waweze kupata cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kiuhalali. Nafasi hizo zinatolewa kwa kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii hapa nchini. Hivyo wananchi waepuke kutapeliwa kwa namna yoyote ile, ikiwemo kutumiwa ujumbe mfupi wa maneno katika simu zao, kupigiwa simu na kutakiwa kutoa kiasi fulani cha fedha ili kupata nafasi hizo. Lakini je, nini kifanyike kukomesha kadhia hiyo? Kanali Mbrai anaiomba jamii kutoa ushirikiano. Endapo mwananchi utapokea ujumbe wa namna hiyo, Jeshi la Kujenga Taifa linakuomba kutoa taarifa haraka katika kambi yoyote ya jeshi au kituo chochote cha cho cho polisi kilicho karibu na wewe. Mtazamaji wa JKT Media. Na hivi ndivyo ambavyo kaimu mkuu wa tawi la utawala jeshi la kujenga taifa Kanali Juma Mrai akimwakilisha mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Raja Mabele ametoa onyo kwa jamii, ama kwa mtu yoyote ambaye amegushi cheti cha mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwamba pale ambapo atakapokuwa amebainika, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Mimi ni sajini Jamila Mutabazi, JKT Media.